Kitu ambacho kimenifanya mimi nikapotea ah, ni ishu tu ya mikataba hii. Mikataba ambayo sometimes ukikosa usimamizi, ndo inakufanya kwamba upotee. Yo, inakuwaje? Mimi naitwa Ali Dabu 13 hapa 69 Media. Of course leo niko na moja kati ya watu ambao wanafanya vizuri sana kwenye mitandao ya kijamii. Ukiongelea upande mzima wa comedy, wao wanafanya vizuri eh, since day 1. Mimi nakumbuka naangalia kipindi hiko, lakini mpaka leo kwenye game wako good kinoma noma. Tuko na Rams. Unakuwaje eh? Kama kawaida, kama kawaida yeah. Fresh kabisa. Uhakika kabisa mwanangu, ukiongea naye mtu najisikia kuchekacheka fulani yeah. Lazima ucheke, ndo kazi zetu hizo bwana <laughs> mona, ukishindwa kujizuia utacheka tu mm. yeah. Tuwatu kwa maeneo fulani hivi ya Mbagala hapa na wakati nafika, nauliza Ramso anapatikana maeneo gani? Kuna dogo mmoja akasema Ramso yule anachekesha chekesha, yeah. Yani huku washani zoea mwanangu, yani huku mm. chata kubwa yani sometimes yani nikipita yani watu wanihadi yani, na, na noma mwanangu yani nikipita tu watu wanaonyesha vidole yani, alafu wanacheka nini, si unajua. mm-hmm. ya Yeah, kwa huku mimi watu wananijua na wananitambua pia pengine. okay. mm. ni maisha yako halisi yani kualisi, ya, ni mtu fulani, ni noma noma, usho, na ile comedy ambayo unacheza maisha yako halisi unavyoishi kila siku ni mtu fulani noma noma noma, ni mieusho na ni kama unakuwa unaigiza kila siku alafu sasa noma lazima iwepo, alafu mii ukizingatia sio mtu wa kutoka toka sana yeah. kwasaaut tukizungumzia, Ramso ni mtu ambaye alifanya gemu hii ya komedi kwa kitambo kirefu sana yeah. Yani kipindi kile mi nakumbuka kipindi hiko nilikuwa bado kabisa yani yanki yeah. Fulani lakini naona video zako yeah. Ila kuna muda fulani kama ukawa umepotea hivi yeah. Ulikuwa sirias fani eh, yeah. Baadaye ukawa mkubwa naona kama sikosei yeah, sirias fani ni kama mzazi ya yeah, nikisema mzazi unakuwa unaelewa eh? Mm. Yeah, sirasifani kama mzazi ni kundi ambalo sisi limetufanya hadi hapa tulipo hapa. Kwa sababu ya hilo kundi ya ni kundi fulani fulani hivi ambalo lilijizatiti sometimes, sisi tulikuwa tunakata tamaa, lakini viongozi wetu wakina Director Chuma Ado walikuwa wanakaza wasema, ah wa, tufanye tufanye kazi. Enjoyini kazi, kuna siku tutafika pale mnapotaka kufika, hapana mm, eh, njooeni tufanye. Sisi tulikuwa tunajipa moyo, tunashukuru Mungu hadi saizi tulipofika hapa kwa sababu yao, okay yeah. So sababu ipi ambayo ilikufanya kutoka serious fan ukaenda mkubwa naye, na baada ya hapo tukaona tena huonekani kwenye game kabisa? Tuseme serious fan ule kwako, ukaenda mkubwa naye, ndio sema mambo ya kufanya wewe kupotea kwenye game, au kwa kuna sababu gani ambayo kufanya upotee mpaka urudi leo hii? Bah, hujua nilipokuwa serious fan tulikuwa tunafanya tunafanya kazi kweli kweli, yani sasa kuna kuna vishawishi fulani, kutokana na shikaji zangu walikuwa wananizunguka nini, mm Mm, wakanishawishi, bwana, sogee huku huku, kunaweza ka, kuna, kuna mafanikio zaidi. Ila kiukweli kabisa nilipoingia mkubwa na wanawe kuna sehemu fulani nil, nilizifungua fungua, yani kuna mipaka fulani hivi nili nilivuka. Nashukuru kwa hilo, nashukuru pia uongozi wao pia, ila kitu ambacho kimenifanya mimi nikapotea niishi ah, tu tuya mikataba hii mikataba ambayo Sometimes ukikosa usimamizi ndo inakufanya kwamba upotee, ila sitaki kuzungumzia sana hilo, mi naomba hilo tuliache, ila ndo hivyo ah, yani, kuna ishu fulani ya mikataba ndo imefanya nipotee kidogo, ila nashukuru Mungu nimemalizana nao, na ndo maana sasa hivi unaona kabisa jambo limeanza tena, uhakika. mm-hmm. Mikataba ndo ilikufunga. Ah, we acha tu, rafiki yangu, tuachane nayo mambo mwanangu, yani niliteseka, wakasema Ramsa stoi kazi Ah, we, kaso, kwa sababu ameshindwa kufanya si ninavyotaka, unaweza eh, kufika mbali sana hivi hivi. Sasa kazi ilipoanza naona mambo, mambo, mambo, mambo ni kinyume na makubaliano, umeona? Basi niliposema mi siwezi kuendelea na hii kwa sababu tulichokubaliana sicho ambacho mnachokifaa mnachokifanya, eh, basi haina shida, wewe kuna tangu nakufa, eh, ndio hivyo mwanangu. Akanikazia akanikazia, kutokana na nisha kula hela zao nikabidi tu nisikilizie, ndugu yangu, eh, nisikilizie hadi mkataba wao utakapomalizika. Nashukuru Mungu, nimemalizana nao na saizi nimeanza tena, mm -hmm, nimeanza tena kujitafuta na, nashukuru Mungu wanangu niliokuwa nao way back huko sahizi wanajulikana wamenisapoti, wakina Nanga nani, si unajua. Mm, ya nashukuru sana Mungu. Nanga mm, mm, amechangia ame sana kwenye kurudi kwenye game sasa hivi, au ya watu wengi tu. Nanga ni mmoja wapo, lakini watu wengi tu kama wakina, wakina Nagwa, mm, ya Nagwa, watu wengi tu ambao wamechangia changia mimi kurudi kwangu, ila hao wakubwa ni yao wawili kwanza ndo wamenisababisha hadi hapa nilipofikia. Sahizi watu wanaanza kuona content zangu. Mm, kuna moja comment koment iliona nasema Ramso amerudi kwa sababu ameona Nanga akarudi vizuri kwenye game. Kwa hiyo naye ameona kuna nafasi na yeye pia akatoboa kama Nanga alipotoboa sasa hivi. Hii inaweza kuwa ni moja wapo ya sababu ila mimi nilikuwa nasema kabisa siwezi kuacha komedi, siwezi kuacha komedi, na ndo sababu kubwa ile ilonifanya mimi nirudi kwa sababu siwezi kuacha tu komedi yani, umeona? Napenda sana komedi yani. Kwa Nanga kufanikiwa, kwa Nanga ni moja ya sababu, lakini mimi mwenyewe pia napenda napenda yeah. Mm, yeah, vibaya ni yani, napenda sana comedy. Sometimes yani, nikikaa kuna content fulani nikiwa nazifikiriaga, basi nakwaga nacheka mwenyewe nasema, hii hii inawasha hii inafumua hii inaondoka yani. Kwenye video ya Mbosso kipindi kile hivi ilikuwa ni mchango wa kina nani? Okay, mpaka wakatokea kwenye video ya Mbosso yeah. Okay, hii ni mchango wa mkubwa na naye mm. Yeah, nilipokuwa kule nilipokuwa kule ndo sababu ya mi kuwepo katika hiyo video vile vile na, na sababu ya kuwepo katika video nyingine nyingi tu ya ndomani, nikasema nilipokuwa kule kuna mipaka fulani hivi nime nimeivuka nime, nime, nime kutokana na uwepo wangu pale, walinisupport walijua kabisa kwamba huyu uwe ana uwezo wa kufanya, wakanisupport. Ya kwao wasanii walikuwa pale walikuwa wananitumia sana, kina Dula Makabila wakina izemani, yani unajua wasanii waliokuwepo pale wakina Kayumba nani nyingine. Yeah. Hey. Kwa mtu ambaye afahamu, labda faida ambayo mnaipata nyinyi wasanii ambao mnafanya content za kwenye mitandao, uh, uh, YouTube, Instagram. Kuna wengine naamini Babu Kachupi ile vichekesho, uh, vile vya kuvaa kujipaka masinzi mitaani vinalipa, mm. Lakini wewe umeamua kufanya hivyo sasa hivi pia kuna upande mzima wa stand-up comedy ime, imefanya vizuri sana sasahivi Tanzania. Hujafikiria labda kurudi kwako ungetumia njia ya stand-up comedy kuliko ufanya huko kwenye upande mzima wa social media? Kwanza kuhusu swala la kulipa, hichi ambacho tunachokifanya kulipa, hela tunapata, lakini kikubwa kikubwa kwanza kuju, kujulikana watu, mafanikio ambayo nilopata, watu kunijua. Baada ya kunijua kuna dili fulani zinaingia, matangazo. yeah, faida moja wapo. Kuhusu kufikiria kufanya stand up bwana yani mi mwenzako, hata nikisema nianze leo kufanya standup umeona. Yani mi ndo yule, yani kijiji changu kinakuja nyuma yani na, na kijiji changu kabisa. Mi ni mtu mmoja mbaya sana kwa kucreate stori afu kufikisha kwenye kwenye adhira hivi kama wale watu wao kusimulia. Ah, mi mtu mmoja mbaya sana sema tu maamuzi, afu kitu kingine kwamba watu wengi wamenijua katika hizi klipu klipu hizi umeona, ndo maana koma sana klipu huko, ambapo watu waliponijua, ili mradi nitengeneze u, umbuzi wangu huku si unajua mm. nitengeneze jina langu zaidi lizidi kujititia, ila nikiamua kufanya stand-up, basi mi nafanya nafanya tena vizuri sana tena na uwasha moto vibaya mno ndugu yangu mm. mm. sasa hivi kuna, kuna, kuna ushindani mkubwa Baba Levo na Koi Mzungu. kwa upande wako wewe, unahisi labda kama ungekuwa uh, unafanya comedy mm. unge, unge, ungefika kwa, uh, ungefanya kwa nani, kwa Mzungu au kwa Baba Levu? Of course kwa Mzungu. Kwa nini Koi? Koi, kwa sababu Koi anajua comedy. Koi anajua kumtrain kum yani kum f, yani kuishi na mtu ambaye anafanya comedy. Koi hiyo vile vilevile ana mnaweza mkakaa chini mkashauriana kuhusu masuala ya comedy bwana, hapa tukifika pale stage ni tunafanya hiki na hiki, hiki na hiki, hiki na hiki tofauti na Baba Levu. Baba Levu anaweza akafanya lakini sio sio yani sio issue yake sana. Kwa hiyo mimi nadili na mtu ambaye mwenye issue yake. Ndo maana nimeenda kwa Koi kwa sababu Koi, tunaweza tukafanya mambo mengi makubwa mazuri, kwa sababu yeye ndo kazi yake, yani yeye ndo komedi, yani yeye ndo ya kila kitu kwenye komedi kwao, naweza nkaenda kwa, mm, kwa Koi. Ata kuniambia, mm. Sasa sasa hivi upepo wa Baba Levo na Koi mzungu, Koi anajua nini komedi inataka, Baba Levo hajajua nini komedi inataka. Ukizungumzia ah, swala so, la upepo, mwanangu, mm, yani upepo, yani mwanangu Si seme upepo, yani ishu moja ya kipumbavu sana. Baba Levo ni hatari lakini, sio kusema kwamba, yani hiyo dhahiri shairi, yani mtu yote ukimuuliza wa komedi atakwambia ya ela Baba Levo naye ni goti pia vivili mm -hmm.